ya Tanzania kilichotangazwa na kocha mkuu Hemed Suleiman Moroko, ambapo kikosi hiki moja kwa moja kitakwenda kuingia kambini kwa ajili ya kujiandaa na michezo ya Chani. Sote tunafahamu michezo ya Chan inatarajia kuanza tarehe mbili mpaka tarehe thelathini ya mwezi wa nane mwaka 2025 ambapo tunashuhudia michezo hii inakwenda kuandaliwa na nchi ya Tanzania, nchi ya Kenya na nchi ya Uganda, yani jumuiya ya Afrika Mashariki ndio ambao watakwenda kuandaa michezo hii ya chani kwa mwaka 2025 na sote tunafahamu michezo ya chani, basi ni michezo ambayo inakutanisha zile timu ambazo wachezaji wanaocheza ligi za ndani, si wachezaji kutoka nje ya Tanzania ama nje ya nchi yote. Kwa hiyo wanakwenda kuchaguliwa wale wachezaji ambao wanashiriki ligi kuu Tanzania bara ambao ni wazawa. Kwa hiyo kupitia kocha mkuu Hemed Suleiman Morocco ameweza kutangaza kikosi cha wachezaji 27 na saba, ambapo kikosi hiki kinajumuisha wachezaji kutoka Simba, kutoka Yanga, kutoka katika klabu ya soka ya Azam Football Club. Pasipo kupoteza muda, ngoja tukakisikilize kikosi hiki ambacho kwa upande mwingine kimetangazwa na kocha mkuu Hemed Suleiman Morocco. Kwa upande wa magoli kipa wapo, magoli kipa watatu yani Aishi Manula kutokea katika klabu ya soka ya Simba Sports Club. Huseni Masalanga kutokea katika klabu ya soka ya Singida Black Stars na Yakubu Suleiman kutokea JKT Tanzania. Hao ndio magoli kipa watatu ambao wametangazwa na kocha mkuu Hemedi Suleiman Moroko, lakini kwa upande wa defenders, eh, defenders wa kwanza ni Shomari Kapombe kutokea Simba Sports Club, Lusajo Mwaikenda kutokea Azam Football Club, Mohamed Husseni Shabalala kutokea Simba Sports Club, Pascal Msindo E, kutokea katika klabu ya soka ya Azam Football Club, Ibrahim Hamadi Baka kutokea Young Africans ama timu ya wananchi, Dickson Job, big brand defender huyu, kutokea Young Africans ama timu ya wananchi ama Yanga, Wilson Nangu kutokea JKT Tanzania, Abdulzaki Mohamed Amza kutokea Simba Sports Club, Vedatus Masinde kutokea Under 20, Ngorongoro Heroes na TMM, lakini bila kumsau Lame Kilawi kutokea katika klabu ya soka ya Coastal Union eh, kutokea pale Mkwakwani Tanga. Lakini kwa upande eh, wa viungo basi kuna Ahmed Pipino kutokea Under 20, yani Ngorongoro Heroes na klabu ya KMC. Mudathiri ya Haya Abbas kutokea katika klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kiungo mwingine ambaye ameweza kuchaguliwa Yusufu Kagoma kutokea Simba Sports Club, mchezaji ambaye anakichafua kweli kweli pale katika eneo la katikati, lakini bila kusahau kuna mawinga. Hapa kuna Nasoro Saduni ambaye pia anaweza kucheza kama mshambuliaji namba tisa kutokea Azam Football Club, Kibu Dennis Prosper winga huyu mshambuliaji kutokea Simba Sports Club, Jami Simba kutokea Under 20 ya Ngorongoro Eagles na KMC pale anacheza, bila kusahau Idi Suleiman Nado kutokea katika klabu ya soka ya Azam Football Club, Sabri Kondo kutokea Coastal Union, Faisal Salum Aila Faila Sufi kutokea katika klabu ya soka ya Azam Football Club, mchezaji ambaye ametengeneza nafasi nyingi za magoli katika msimu uliomalizika 2024 2025, yani assist akitoa assist 13, lakini bila kumsahau, kuna Shekani Hamis kutokea Under 20 Ngorongoro Heroes, na klabu klabu ya ya soka Young Africans. Clement Mzize kutokea katika klabu ya soka Young Africans ama Yanga, Mshano Michael kutokea Under 20 ya Ngorongoro Heroes na anavyocheza vilevile katika klabu ya soka ya Ken Gold Football Club ambayo imetoka kushuka daraja. Bila kusahau Ibe Muhammadi, huyu ni mshambuliaji kutokea Tabora United. Na bila kusahau mchezaji wa mwisho wa 27 ni Abdul Suleiman Sop kutokea katika klabu ya soka ya Azam Football Club. Hicho ndicho kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania kwa ajili ya michuano mikubwa ya Chan michuano ambayo itakwenda kufanyika katika nchi ya kenya tanzania uganda na kwa upande mwingine michuano hii tunaona ilikuwa ifanyike mwaka 2024 lakini imesogezwa mbele tunaona inaanza eh, agosti mbili mpaka tarehe 30 mwaka 2025. nini maoni nini mtazamo kwa kikosi hiki je kuna nyota mzawa ambaye ameonyesha kiwango vizuri msimu na kushindwa kuitwa je ni nani mtaje katika komenti hapo ili tuweze kumfahamu